Kwambia nikija nitakuelekeza namna gani jinsi ya kuiwasha hii mashine. Kama mwanzo nilivyokwambia, hii mashine haitumii ufunguo, inatumia batani tu, kila kitu ndani ni batani, ni mambo ya kubonyeza. Aa, kwa haba, no? kwa bonyeza, kwa mfano nataka kuwasha sasa. Hapa ndo sehemu za button zangu. Nikitaka kuwasha, kwanza nitabonyeza batani ya kijani. Nikibonyeza button ya kijani, nitatulia kwanza kidogo kuangalia kwenye skrini yangu. Huku kwenye skrini itaniletea kama hivi. Itapokuja hivi, ina maana kwamba inahitaji password. Kama ikiwa inahitaji password, nitaingiza password. Unazipataje password? Password unazipata una kwa kuangalia upande wako wa nyuma ya seat. Ukiangalia hapa, kuna mashine hapa, kwenye mashine hapa kuna pin. Hizi ndo pin code. Kwa hiyo utakuja utachukua namba nne za mwisho kuanzia hapa tisa nne saba saba. Kwa hiyo katika hapa sehemu zako za batani utakuta utaangalia, kuna moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa. Password yetu kule ni tisa nne saba saba, kwa hiyo utabonyeza tisa utabonyeza nne utabonyeza saba saba ukiwa umebonyeza hivo hapa, ndio inakuwa imekuja sichioni. Sasa ikiwa imekuja sichioni, ukitaka ili iwake kabisa, utarudi tena kubonyeza hapa kwenye kijani hapa, utabonyeza tena kwenye kijani ili mashine iweze ku, kuwaka. Itapiga oni moja, ishapiga oni moja, itasau sekunde tatu, itawaka. Ukitaka kuzima mashine, utarudi hapa kwenye engine stop. Na pengine utabonyeza mara moja tu, hesabu sekunde tano, kama hapo mashina yako utazima na